7:5 inasema ya kwamba msinyimane, mama na ma mama, na baba msinyimane. Angalia mtu, mwambie msinyimane, so that tupate faraga mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba. So ukipata wamama wenye wamenyimana na wazee wenye wamenyimana, roho zao ni ngumu. Roho ya Bwana aflo Praise the living God. Amen. Na kama wewe hauna mti yako kuwa too free, kunywa maji baridi, soma neno eh, usianze kuanguka anguka na wenyewe kuja pia. Roho wa Bwana atafanya nini? Atatembea juu yako, sema amen. So Mungu amani awabariki tunapoenda nyumbani, na itakuwa sawa, sema amen. Ingia kwa mfuko yako, tujipapase tunapo kumtolea Bwana sadaka pamoja na neno, na itakuwa vizuri. Sema amen. Nataka okay. Uh, ufungue kitabu chako, unapotafuta unapotafuta sadaka sadaka, tafuta sadaka and the one time tafuta Bibilia. Nilisema kama ubebi Bibilia ama ubebi notebook, usikuje kwa iti. Kaa tu nyumbani, maana itakuwa vigumu wewe kukiramu hizi vitu zote. Mimi nilianza kujifunza kubeba Bibilia ya mke wangu, ndiye alikuwa na Biblia. So, nikabeba hiyo mpaka ikararuka nikapata ingine nikararuka, nika sasa, hii niko na hii kitabu ni zaidi ya Bibilia, hmm. So, without Bibilia hakuna kitu unafanya, maana tutampinga tu shetani, sio kwa maombi, kwa neno la Mungu. Kuna mtu ananielewa? Tutapinga tu shetani, sio kwa maombi hii yenye mnaomba hii, mkilia mkipiga manuru, by the power of the word inside of you. Neno likikaa ndani mwako ndio litapinga shetani. Mnanisikiliza? Neno likikanda ni mwako ndio nitapinga alsa, neno likikanda ni mwako ndio nitapinga mpango wa kando akuogope. Praise the living God. maana bila neno la Mungu watu watakuona tu mama mkora, ndio unaona watu wengi tumeokoka 10 years, 20 years, lakini bado watu wanasemanga huyo mama ni mko? ni mkora kwa sababu gani? you lack the word of God inside of you Biblia nasema ya kwamba katika kitabu sijui ni gani, inasema ya kwamba when you believe the word of God ndani mwako unawishwa, unafanywa kuwa mkamilifu, na ukikiri kwa kinywa chako wokovu inaingia. Maana ya kuwa, ku, ku, kufanywa mkamilifu ninim? ni nini? ni kubadilishiwa matendo mabaya ambayo umeifanya tedious. Inabadilishwa, inakuwa matendo mazuri. Ndio utakutana na watu, anasema, na watu wanasema na huyu jamaa sio ule nilikuwa namjua, na huyu mama sio ule nilikuwa namjua. Why? Neno lilipoingia ndani mwako likachukua mkondo tofauti, watu wakaona Mungu ndani mwako. Praise the living God. So mtu mwambie wewe by minus neno hakuna Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tukiomba tutaomba. Kuna watu saa hii tukiomba tunaweza omba 5 hours. Asituki bado tu nguvu lakini tukifika mahali ya neno, anakunja mikono, anangoja wamaliza, waombee wa sikiliza maombi bila neno. Tutakutoa mapepo mpaka hata wewe mwenyewe waipike, tutakutoa ndio maana mimi nikikutoa mapepo, nikipata fursa ya kuposti na post ndio, na hata wewe ukipitia huko uone hii kitu imenisumbua, sihitaji kitu tena kwa maisha yangu. I work hard. Praise the living God. Eh, hey, hey, hey. Na ukiona wao wanapost picha yako unakosa kukuja hapa kwa sababu umekutana nae Facebook basi wewe na hiyo mapepo mko na relationship. Kwa nini unaogopa? Praise the living God, why? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini unaogopa hiyo kitu? Maana nafaa ku exit kumbe hii kitu ilikuwa ngana na limwangu imenitoka. Sasa ndio hiyo imeenda. Sihitaji kurudia maisha ya upeke na aibu kama hii. Praise the living God. Fungua katika kitabu cha katika kitabu cha Luka 24 49, kama umefika hapo nisome. Biblia inasema inasemaje? Natazama e, nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu. Natazama, nawaletea ahadi juu yenu ya baba yangu Humu mjini. Lakini kayeni humu lodwa hata mvikwe uwezo utokao wapi? Kupaa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe! kuna uwezo.